Watu wengi wanajiuliza kwa nini madaktari wanatufosi sana kufanya mazoezi mara tu baada ya operation, kuanzia masaa nane masaa tisa mtu unaanza kuamshwa kitandani, nenda fanya mazoezi. Watu wengi sana wanajiuliza, na watu wengi hawapendi sana, lakini ngoja nikwambie, unapomaliza kufanyia operation alafu ukahimizwa kuamka na kuanza kufanya mazoezi, hii itakusaidia sana. Kwanza itasaidia mzunguko wako kuanza mzungu ku kufanya kazi vizuri, yaani damu inakuwa inazunguka vizuri, na hii itakusaidia kupunguza kuganda kwa damu. Lakini pia itakusaidia uh, ku, ku, kupunguza gesi, ile kupata gesi ya mara kwa mara kwenye kile kipindi cha siku tatu kwanza unapojifungua kwa mpaka siku tatu nne, ina, inaweza itakusaidia sana kupunguza. Lakini pia kitu kingine itakusaidia ita kupunguza ile kupata ile constipation ile, unapata choo kigumu, unajikamua sana kwenye kupata choo. Kwa mtu yote ambaye anazingatia mazoezi mara tu baada ya kujifungua, mara nyingi hata kama anapata hizi hali, sio kwa kiasi kikubwa kama yule mtu ambaye hafanyi mazoezi. Kwa hiyo mara nyingi sana tunawahimiza kufanya mazoezi. Usifanye mazoezi ambayo yatakuumiza sana, lakini hakikisha siku haipiti bila kufanya mazoezi, kwa sababu ndio yatakayo kusababisha unapona mapema. Ndio maana kuna watu ambao unakuta wanapona mapema, na kuna watu wanatumia muda mrefu katika kupona. Watu wanatumia muda mfupi katika kupona, kwa sababu wanafata maelekezo ya daktari na kuhakikisha wanafanya mazoezi, wanakula vizuri, kuhakikisha kidonda ni kisafi na sehemu wanapolala ni pasafi, ile hygiene iko poa kabisa. Kwa hiyo unakuta mtu anapona haraka, lakini kuna wengine unakuta hafanyi mazoezi, vyakula anavyokula yaani